Ndani ya miezi mtukufu na ndani ya siku tukufu na watu hii ambayo imepata Masjid Mubarak kuweza kuendelea mihadhara hii ya siku kumi katika mwanzo wa mwezi wa mfunguo tatu kempica haga hii ilianza mwaka jana, ikawa tuko pale mchi na mara hii ikawa ni bati na kuzasema, Mungu alikuwa amepanga ije ifanyike hapo kwetu eligomba, wakazi wa eneo hili na maratibu hata hii uweze kuitilia nguvu na kuhudhuria kwa wingi msikiti ikiwa bado ni mpya. Ukipata harakati kama hizi inakuwa ni kufunguka na yale mengine yote kwa hivyo, utiliale nguvu yule ambaye leo kuja kirudi, tumkumbushe kwamba msikiti wetu kuna hadhara ya mihadhara. Sisi ndo wenyeji, kwa hivyo tusiswali tunakuondoka bali, tuwe na subra kiasi cha maghrib na isha. Si muda mrefu masaa tulioketi kuanzia fajiri mpaka maghrib na harakati zetu ni mengi. Muda wa maghrib mpaka isha imejakia kidogo, kwa hivyo tuweze kujifunga, ili tuweze kufaidika na nidhamu kama isi na twambiwa kuzote baina lmaghrib walasha yafaa Allah ala shak, kati ya maghrib wakesha amo katikati Mwenyezi Mungu afanya mambo mengi yanataku mazuli. Ndio wale wazee wetu, Mwenyezi Mungu warahamu, mtu likuwa selmaghrib haiikena nyumbani, ukenda nyumbani itakuwa

Kwanza tutampongeza al af ala so Alhamis ambaye amichukua taklifu kubwa kuandaa mhaba ambao alipewa kwa muda mfupi, na jumla ya harakati ambazo ikonazo, akapokea ujumbe huu na akaandaa mada ko, kwamba ni mzito na ni muhimu ya kueleza nini kitafuata nini kinafuata baada ya kutekeleza ibada ya haji kwa wale ambao wamefikiwa. Kuna wengine washatangulia na kuna wengine wako safarini, lakini baada ya kwenda safari ya hija, nini taikaana mtu aendeleze wa lilahi lhamdu. Sheikh Khamis mimi naona lukua hajamaliza ametoa ya sasa lakini, alikuwa na mengi lakini yale ambayo ametueleza ndiyo mambo ambayo yatakikana yule mtu aliyekwenda haji akirudi afungamananai. Kila nukta utaona imenasikiana na hali ambayo ilikuwa itakikana na amali yoyote ambo kwamba Mwenyezi Mungu hata kufikia ufanye baada ya kufanya amali ile lazima ufanye tathmini. Leo kila jambo katika ulimwengu watu wakifanya wanafanya tathmini, tumefanya kazi gani, tumefanya shughuli fulani, watu wote wakafanya post mortem eh, shughuli yetu imeenda vipi, tumefanikisha tume, tume, tume wapi, tumeteleza wapi ili baadaye, anakuambia mwakani au mara ingine tukifanya muka malile, tusirudie yale makosa, au ikiwa tumefanikisha, mara ingine tukifanya, tufanye vizuri vizu zaidi vizu. Sasa ndio hizo amali na mazuri tunazofanya, baada ya kufanya, lazima tufanye tuna tathmini si ya mali ya haji si ya mali ya swala si ya mali ya soma amali yote ya Qurani kusoma, so sadaka kutoa, baadaye ukifanya fanya tatbiki. Kwa hivyo hapo alitueleza ndiyo hukumu inafaa mara baada ya haji, nyezingu watuambia thumma afu Allah, inna Allah, Ghafur Rahim. Baada ya zile zote yeleyote ambayo ulivyotekeleza na nini, wale mahujaji wakishatulia na wakarudi katika sehemu zao wale kumaliza kule, kule, au warudi katika sehemu zao wastaghfirullaha, leteni istighfari kwa wingi Inna llaha ghafuru rahim. Amali ya hija ukimaliza tathmini aakambo takaifanya lei istigfar ka, kwa sababu hujui kama s kabisa alikoteleza kwamba ile hija imekubalika ama haijakubalika kubalika, na huu ndio mfumo ambao alikuwa akielekezwa Mtume sallallahu alaihi wasallam.

mambo yote Mtume ak aliofanya amali yote ya dini, mwisho akiwa, kwa nini usione kwamba haya mambo labda ndio yameisha? Bado utekana uji- ujioni kwamba wewe labda una makosa makosa, amefanya labda, kuna kasoro masoro, kujishafisha a. Kwa hivyo hadi akirudi baada ya mali zote zile a kwa wingi leo hapa, kuna swali kila baada swali swali baada ya swali, tutasema nini swali, ni istighfar gapi tatu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Tumefanya dhambi gani? na nilikuwa kwa swali istighfar za nini, nilikuwa tumwelekea mwenyezi akujiuliza mimi baada soali, mtume ametuelekeza zudi kisefari tatu, halafu kwenye niko nye sala katika hali udhaifu, katika ibada ya hija niko nao udhaifu, ni, ni katika ibada ya Ramadhani, niko nao udhaifu, niko katika ibada ya kutoa sana ni niko na udhaifu, niko katika ibada ya kuchita niko kwa na udhaifu, sijiamini mpaka mwisho nini baadaye ya maji. Kwa kwa hivyo wale ambao tunaenda hija Baadaya hija uea na hi o, itatosha kwa sisi. Bado tunahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume al ametambia, alhaju mabruru laisa lahu jazau. Ida utajua umeipata ukirudi, ni nani mambo atakufundisha umeipata hajj mabruru na tabia Hujui sasa, leo sifari kwa wiki, ikiwa kuna mambo umeyafanya pengine mkujua katika hati ya kimakosa yakimakosa wakati wa kutekeleza katika hija, wakati katika hija mfumo ule wa hija tumewekewa, lakini mara ingine tunajisahau. Sasa ujuni ule hujui kama umeipata hati mabruru, topali isiumin sijieleve

na vipi itakuwa na subra? Nenda haji. Kwa hivyo haji, mafunzo ambayo tukirudi lazima ene. Leo kama mtu amekwenda haji, amerudi, alikuwa ni fedhuli, bado amerudi fedhuli; vile vile alikuwa isikia, bado amerudi waisikia; alikuwa hana subra, bado amerudi hana subra. Sasa ile haji imempongeza nini? Shakamisa kwa ametwambia, ile ija ni madrasa

ameacha msikiti wake ameacha maratibu wake kule. Magrib alikuwa hapo shekho wake sisi, amekuja hapo tukiswali tukienda, ndio kama kwa maana yeye imekuja hapa, lakini ile jambo lilikuwa hatulitaki. Maana yake nini? amutaki sasa sisi, sisi mwana msikiti msikiti wako tumewachia imamu kwa hapo sasa, ni kwa hapo maiki, kwa hapo deleni sisi hawa

Jamani, wasije wageni ikawa tunazunguza waje zunguza, wale kwa sala. Baada ya magharibi tunawaacha msikiti, tukumsheni faida na magharibi ujazeni, inshallah. Inshallah muhadhara utakuwa wanawani baina shukuri, neema na kufuri hapa na mpaka hapo kesho, inshallah natija inabarikaniwa